Simutulie wapi? Makelele ya Kaluma, najua Kaluma boy

So, yote inakuja 50,000 Kenya shillings. Kapsuta ya Kaluma, kapsuta. Kapsuta ya Kaluma, kapsuta. Kapsuta ya Kaluma, kapsuta. Haya. Ngoja nipatie kitamba yangu, hakuna mtu moawona maji nipe, ama msichana mmoja ajitolee mboni, nimechoka. Haya, mimi sichoki sana, sichoki Sema si choki. Choki. Choki. Haya, tupe, tupe, tupe. Wakenya we, mimi naitwa Mama Gift, mimi pia ni mzazi ambaye anachunga mtoto anakaa kama Gift. Uh-huh. Niko hapa kutetea watu ambao wanaishi, wanaitwa persons living with disabilities.